Kwa wale mashabiki wa Bongo Flava kaeni mkao wa kula, manake msanii Mbosso Khan, ambaye ni msanii wa zamani wa WCB Wasafi, sote tunajua, alianza safari yake mpya kama msanii huru, lakini kile kilichowashangaza wengi ni mahali alipoamua kufanya mahojiano yake ya kwanza. Yaani, Mbosso aliamua kuanza kwenye kituo cha habari kinachomilikiwa na mpinzani mkubwa wa bosi wake wa zamani Diamond Platnumz, Alikiba. Manake baada ya Mbosso kumaliza mkataba wake chini ya WCB Wasafi, Mbosso alitangaza EP yake inayoitwa RN3 au Room Number 3, na sasa yuko kwenye ziara rasmi ya media kuipromote, lakini wengi hawakutarajia kuwa kituo chake cha kwanza cha mahojiano kitakuwa Crown Media inayomilikiwa na Alikiba, ambaye ndio mpinzani mkubwa wa Diamond Platnumz. Na wakati Mbosso anaendelea na ziara hiyo, kilichovutia zaidi ni namna Alikiba mwenyewe alivyojitokeza kumpokea Mbosso na hata kumpatia feedback ya nyimbo zake kwenye Room Number 3. Alikiba alifichua kuwa licha ya watu wengi kupenda wimbo wa PAWA kwenye EP hiyo, hasa wanawake yeye binafsi alipenda sana nyimbo mbili ambazo ni Aviola na Asumani. Alikiba alisema Asumani ni singeli ya kweli, Aviola nayo ina hisia halisi. Kilichowashangaza mashabiki ni kuona hawa wawili wakibond kama marafiki wa muda mrefu. Manake wengi walitarajia kuona tension au hata kutoelewana, lakini badala yake walionyesha heshima kubwa na sapoti. Hii imefanya mashabiki wengi waanze kujiuliza, je, huu ndio mwanzo wa ushirikiano mpya kati ya Mbosso na Alikiba? Hebu cheki hii kwanza. Salamu.

Najua wafuasi wa Alikiba walifurahi kuona ana support talanta ya Mbosso, ila najua wafuasi wa WCB waliona ni kama usaliti au njia ya kujitofautisha na Diamond Platnumz. Lakini kulingana na mashabiki wengi, walisema hii ndiyo bongo fleva wanayoitaka. Wanataka kuona wasanii wakisaidiana hata kama walitoka pande tofauti kabisa. Lakini je, unadhani Mbosso atakuwa huru zaidi nje ya Wasafi? Na vipi kuhusu uhusiano wake na Alikiba? Je, labda kuna kolabo inakuja? Niachie kwenye comment section. Yeah kuna uh, ngoma na Alikiba, kuna mipango? Hapana, hatujafanya ngoma kabisa hata, na siyo muongo. Yeah. Umefanikiwa kuonana na Alikiba lakini hivi karibuni? Nisio mwongo yeah, tumeonana, tumeongea uh, vizuri kabisa kwa sababu mimi mimi Abdu rafiki yangu sana yeah. Ko, kama Abdu rafiki yangu kusalimu, kukutana huko kuonana na Alikiba ni kawaida yeah. Hey. Kwa ngoma jamani, tusubiri sasa, wakati tunapinduka tukija